DW, tunavuma kwa kishindo. Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle ulipo. Mimi naitwa Muhamed Khelef na tumebahatika kwa mara nyingine tena kwenda nchini Tanzania, ambako moja kwa moja tu kanda ya ziwa mkoani Mara, tukizungumza na Chacha Heche, ndugu wa John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha CHADEMA ambaye kwa sasa anashikiliwa na jeshi cha polisi nchini Tanzania kwa takriban wiki ya pili sasa. Karibu sana Chacha Heche kwenye mazungumzo haya. Eh, nashukuru nashukuru sana ndugu yangu. Tungependa kujua kuhusu uh, kile ambacho mnakijua sasa nyinyi kama familia kuhusu kaka yako John Heche, yuko wapi? Hali yake inaendelea vipi? Update ya mwisho ambayo nimepewa message sasa hivi na mke wake, kwa sababu ya hali iliyokuwepo, sisi hatukuweza kufika Dodoma kwa sababu ya matishio ya kiusalama yaliyokuwa yanatuandama mtu mmoja mmoja katika familia. Kwa hiyo mtu ambaye alifanikiwa kufika pale Dodoma ni mke wake, pamoja na kushirikiana na viongozi wa CHADEMA wa eneo lile la Dodoma, hasa katibu wetu wa kanda Biashura pamoja na mwenyekiti wa CHADEMA mkoa wa Dodoma ndugu Manyanya. Kwa hiyo hao ndio walikuwa wanaweza kwenda pale moja kwa moja kila siku kwa ajili ya kumpa huduma za zake za, za, za, za kawaida za kibinadamu za kila siku kama masuala ya nguo pamoja na chakula. Kwa hiyo update ya mwisho niliyopata sasa hivi ya mke wake dakika kama tano zilizopita ni kwamba kwanza asubuhi alikuwa ameshaniandikia message, kwa sababu jana alinitumia message ya mwisho kwamba kutakuwa na kutakuwa na, kutakuwa na na mgomo wake wa kula kuanzia leo asubuhi. Kwa hiyo aliwaeleza polisi Dodoma kwamba kwa sababu ya hali yake kuendelea ku inazorota ndani ya kituo cha polisi na jinsi ambavyo afya yake inaendelea kuzorota, haoni sababu ya yeye kuwa na nahudumiwa chakula wakati hali yake ya kiafya ikiendelea kuharibika katika maeneo mengine ya mwili. Kwa hiyo ikabidi sasa waombe kwamba wachague jambo moja, kumpa dhamana ya polisi au kumpeleka mahakamani ambavyo ndivyo haki zake za kisheria zinavyotaka kwa sababu pia suara lake la kupata matibabu sahihi ambayo ndio ya msingi katika afya ya mwili wake lilikuwa limeonekana kugonga mwamba, isipokuwa kupata tu huduma za kwanza ambazo waga natoka, kama amezidiwa sana wanampeleka sehemu kupata na kurudi pale kituo cha polisi Mtumba. Sasa leo asubuhi mke wake akafika pale majira ya saa nne, saa tatu, akaniandikia meseji kwamba yuko polisi, lakini inaonekana wanampeleka kwa RPC leo Arap... baadaye wanye... Arap... nini maana Arap... ya RPC kwa msikilizaji wetu, nini maana ya RPC? Regional Police Commander, kamanda wa polisi wa no. mkoa wa Dodoma. mm -hmm. Regional Police Commander yes. Kwa hiyo walivyoondoka naye pale, yeye mke wake pamoja na biashura wameongozana wa na hayo magari ya polisi, lakini wakasema bahati mbaya sana hayo magari yameongeza mwendo kasi kabisa na kuwaacha na wao, wakaamini kwamba kwa sababu wameagana na wale polisi kwa pamoja na kukubaliana kwamba uelekeo ni kwa uh, kamanda wa polisi wa mkoa, basi wao wakawa tu wakaona hatuna haja ya kukimbia kwa nguvu, tunaweza kusababisha ajali, twende tu taratibu mpaka tufike kwa kamanda wa polisi. Walipofika kwa kamanda wa polisi eh, kamanda wa polisi amemwambia ame mke wake kwamba hana taarifa na hatambui kwamba Hecha anapelekwa kwake kwa, kwa siku ya leo. Huyo mama amenipigia simu, yuko stranded na analia na ana mtoto mdogo pia analia sana pale, na imebidi nifanye kazi ya kumpooza kwamba sasa awe mvumilivu na aweze kutoka eneo hilo, aidha basi arudi kwa RPC mwenyewe, ili RPC amsaidie kuchannel kwamba wamekwenda naye wapi, kwa sababu ametolewa kituo cha polisi maanake katika eneo la mkoa huo huo. Eh, ni muhimu tu, ni kawaida tu kwamba RPC kwa maana ya kamanda wa polisi atakuwa anajua uelekeo uelekeo. Lakini yeye ameniambia kwamba hajapata msaada huo kabisa na wamemzuia na kumwambia aondoke eneo hilo. Labda kwa msikilizaji wetu ambaye hakuwa anafuatilia habari hii ya ukamatwa kwa Heche takriban wiki mbili ilizopita nyuma e, mkumbushe kwamba Heche alikamatwa kwa, kwa makosa gani na kwa nini yupo mikononi mwa polisi hivi sasa? Ah, kwanza, kilichokuwepo kwa sababu kulikuwa na joto la kiuchaguzi linakuja kwenye nchi yetu, tangu awali yeye mwenyewe makamu mwenyekiti alikwisha kutoa statement ma mara kadhaa. Hata kuna siku moja alifika silari kwenye msiba mmoja wa ndugu yetu mmoja alikuwa amefariki akatoa tena public statement kwamba ninaambiwa wana mpango wa kunikamata, wanatafuta kosa la kuniwekea kwamba niwe ndani tarehe ishirini na tisa lakini hata nikiwa ndani sauti zetu zikasikika. Kwa hiyo alishatoa alishatoa hizi public notice nyingi sana za kwa kwamba anawindwa kukamatwa. Lakini kilichotokea tarehe kum, kumi na nane mwezi wa kumi alipokuwa anavuka kwenda msibani kwa Raila Odinga, na mimi mwenyewe tulikuwa naye pale. Alifika pale kwa sababu yeye ndo alikuwa kiongozi wa msafara. Kabla hajagonga pasipoti, mtu mmoja akachukua pasipoti yake na kuisizi ile pasipoti. Waliposizi ile pasipoti tukadimandi kwamba wamwandikie barua ya kwa nini wamechukua pasipoti yake ili aondoke eneo lile lakini kilichotokea waliendelea kujikusanya polisi wengi, lakini bahati mbaya, kwa sababu tulikuwa tuko one stop center eneo la Kenya, walishindwa kumkamata kwa nguvu pale. Kwa hiyo kilichofanyika, yeye aliondoka kwa mguu, akaondoka eneo lile. Tarehe ishirini na moja akaondoka kwenda Dar es Salaam, tarehe ishirini akaondoka kwenda Dar es Salaam, na tarehe ishirini na mbili akakamatwa. Pale ndipo tulipoambiwa emea speak kwamba ame- anahojiwa kwa makosa ya kuvuka kwenda Kenya bila kuwa na, na na bila kufata utaratibu. Sasa eneo tulilokuwepo, huwezi kulivali kwamba mtu amevuka kwenda Kenya kwa mujibu wa sheria, kwa sababu ni eneo kwanza la forodha ambalo ni one stop center, na ndilo aligeukia hilo hilo eneo na kurudi Tanzania, kwa kosa ambalo sisi tumeambiwa mpaka sasa, ambalo lilikuwa liko rasmi na ambalo mimi mwenyewe nimeongea naye kumuuliza sasa, wamekuhoji kwa kosa gani? alisema ni hilo kwamba wanamwambia kwamba alikuwa anaelekea kuvuka kwenda Kenya bila kufata utaratibu. Na baada ya hilo yeye mwenyewe akaamini kwamba kinachofanyika ni labda wamemweka mule kwa ajili ya kujifurahisha kwa hicho kilichokuwa kinaitwa uchaguzi kwa, uchaguz, kwa mm -hmm. Na yeye akaamua kuwa kalmu asubiri mpaka hilo tukio lao lipite ili waweze kumpa updates nyingine, na baada ya hapo tuliendelea na, na pia tukumbushe kuhusu uh, umesema kwamba ameanza mgomo wa kula au alitangaza kwamba leo angeanza mgomo wa kula, kwa sababu hashughulikiwi afya yake ambayo inazidi kuzorota na hapelekwi mahakamani wala hapewi dhamana ya kipolisi. Afya yake ikoje? Kipi ambacho kina msibu akiwa mkononi mwa polisi kiafya? Kwanza amepata homa ya muda mrefu ha, amepata homa, amepata homa kwa sababu ya me, mazingira aliyokuwepo pale Eh, kituo alichokuwepo alivyonithibitishia yeye mwenyewe ni kwamba ameumwa na umbu wengi sana mle ndani, lakini pia yeye mwenyewe pia katika mfumo wake wa maisha ni mtu akishabadilisha mfumo wa maisha eh, ni mtu, wewe unafahamu mtu akishaamua kuishi maisha ya mazoezi ni mazoezi, ukimtunza sehemu standard tu bila kufanya mazoezi mwili lazima utadhoofu. Kwa hiyo amedhoofu mwili na kupata shida, kwa sababu pia hata hivyo mtu unapokuwa umemuweka lock-up kama ile anaweza kupata hata anxiety kwa sababu anajiuliza vitu vingi kwenye kichwa chake. Kwa hiyo amepata matatizo ambayo yameambatana na hayo kwamba hata hati biti zenyewe zilikuwa haziendi vizuri, na polisi walituma hao watu ambao ni wa e, daktari wa kwao wa polisi mwenyewe, akaenda akathibitisha hilo na kumwambia kwamba tutarudi kuwasiliana na regional crime officer ambaye ambayo ni RCO, mkuu wa makosa ya upelelezi wa mkoa ili aweze kutupatia kibali uweze kwenda kwenye hospitali ambayo inaweza kubaini matatizo yanayokusibu. Kwa hiyo afya ilizorota kwa sababu ya situation ya mazingira ambayo alikuwa amewekwa. Aliumwa sana mbu na kupata homa kali sana ambazo zilisababisha mvurugiko wa mwili na damu yake. Naam. Tuje sasa katika upande wa pili, upande mwingine, maanake hali ya jumla ya nchi ilivyo hivi sasa. Uchaguzi umemalizika, uh, mshindi ametangazwa, ameapishwa tayari, na nyinyi watu wa Chadema, wewe ukiwa ni mkuu wa chama chao katika mkoa wa Mara, uh, hamkuwa sehemu ya uchaguzi huu. Je, vipi kuhusu hali yenu kichama, kisiasa na kiusalama kwa sasa? Hali ni mbaya, hali ni mbaya, hatuwezi kusema hali ni nzuri, kwa sababu kwanza kitu ambacho kinatushangaza sisi ni kwamba sisi kama chama tulijiweka kando kabisa na ishu yote inayoitwa maandamano, kwa sababu tuliamini kwamba kama maandamano yanaitishwa ya wananchi, sisi kama chama hatuwezi kuwa upande wa kuyakataa wala upande wa kuyakubali ofishali kama chama, kwa sababu wananchi na wao wana sehemu yao ya kutengeneza dimandi zao kwa yale wanayoyaona kwenye nchi kwamba yanakwendaje, kwa sababu wananchi wameshiriki chaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na nne uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ulikuwa mbaya kabisa, watu walikuwa wanaondolewa kwenye kwenye kwenye ballot paper. mtu ana, ana, ana, ana, ana, uh, ucha, uh, kitongoji labda au kijiji au mtaa unakuta una, una wakazi mia nane lakini inaonekana watu walioandikishwa watu walio ni elfu mbili na kitu. Hizo ground zote plus sisi wenyewe tulizozishuhudia ikiwemo watu wetu kuondolewa kwenye kugombea kwamba si raia wa Tanzania ili hali huyo mtu amewahi kuwa diwani, amewahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji, lakini mwaka 2020. Kwa hiyo wananchi wameshiriki kuona haya mambo 2020, pia wananchi wameona, 2019 wameona. Kwa hiyo sisi tulisha tulisha, tulisha address haya mambo na kuyatebo na sisi wenyewe kama mkoa wa Mara tuliandika report, official report ambao tumepeleka kwenye jumuiya zote za, za taasisi zote za dini na jumuiya zingine zote kwenye mkoa wetu ikiwemo hata nyumbani kwa Mwalimu Nyerere, kuwaonyesha jinsi ambavyo kila uchaguzi tunaoingia unavyotuletea matatizo watu kuuawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukasema sisi hatutashiriki uchaguzi huu kwa sababu hizi, na reforms tulizokuwa tunazitaka ndizo zilikuwa zina, zina, zinaendelea kupuuzwa. Sisi tukaona hatutaweza kwenda kwenye uchaguzi sasa kibaya kilichokuja ni kwamba baada ya wananchi wenyewe kufanya maandamano ya wananchi e, maeneo mengine chaguzi ziliharibika kabisa, kwa mujibu wa taarifa ambazo ni za uhakika. Kwa mfano jimbo la Tarime mjini ni kwamba wananchi hawakuruhusu kabisa hata kura zipigwe. Sasa kura hazijapigwa na vituo vingine vilikuwa wazi maeneo mengine, lakini mwisho wa siku sasa hivi watu wanakuwa head counted, yani wanahesabiwa vichwa, kwa maana ya viongozi wa CHADEMA wanakamatwa tu na kwenda kupewa kesi. Kwa mfano eneo la la, la la la Bunda e, kuna viongozi wetu wa, wa wilaya ile ya Bunda karibia wote. Sasa wengine wanaishi mapolini, wengine wamekimbia miji na wengine wamekamatwa, wako wako, kwe, wako kwenye mikono ya polisi. unakusudia kusema... e, katibu wetu wa chama mstaafu wa vijana taifa ndugu Kaunya Yohana amekamatwa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 kumi kwamba wamekamatwa kwa sababu eti ndio waliokuwa wanachochea maandamano ambayo maandamano haya hayakuweza. Hakuna meseji yoyote ambayo imetumwa kutoka kwenye domeni ya chama kuelekeza wananchi kwamba kutakuwa na haya maandamano, isipokuwa sisi kama walivyokuwa wakiona serikali na sisi ndio tulikuwa tunayaona. Yeah. Yeah. Unakusudia kusema Chacha Heche kwamba nyinyi kama CHADEMA mlijitenga kabisa na maandamano yaliyofanyika kwa tarehe ya ishirini na tisa Oktoba na leo hii kama CHADEMA ndio ambao mnaandama ukamatia watu wenu, ndio kauli yako unayozungumzia kwa mahsusi kabisa hiyo? Yes, kwa sababu sisi tungeingia kwenye maandamano brother, hayo maandamano yangekuwa strategiko. Sisi tusingeenda kwenye maandamano ambayo watu wa, uh, you can see, kwa mfano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 Maandamano yale ni ya wananchi wa Tanzania wazalendo ambao walikuwa wanadai tume huru na mambo mengine ambayo walikuwa wanadai lakini kama lakini kama la, ambao walikuwa lakini, kwenye kwenye kwenye. Uh, lakini Chacha Heche, hayo ndio madai yenu pia nyinyi katika kampeni yenu ya no reform elections uh, hakuna uchaguzi mm-hmm. Hakuna badiliko hakuna uchaguzi madai yale yale ambayo mlikuwa yeah. mnayo kabla ya uchaguzi wenyewe ndio madai ambayo yeah. Vijana wameyapaza sauti zao katika maandamano yenyewe. Vipi unajitenga nayo?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 bili watu walikuwa wanadai pia kwamba watu wao wanatekwa katika hao watu waliokuwa wanadai haya, ni nani anayeamini kwamba wote hao ni CHADEMA? Kwa si tunaamini maandamano yale ni ya jamii nzima ya Watanzania. Si vyema kuwakamata viongozi wa CHADEMA, na kuwakamata viongozi wa CHADEMA haiwezi kuwa suluhu ya kutafuta kutafuta kutafuta kutibu hilo tatizo. Nafikiri unanielewa na, na vizuri. Umetaja neno suluhu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 kila nikienda pale i, i, bila kujali kwamba yule mtu ni mtu wa CCM, lakini kila nikiwa kijijini huwa ni mtu ambaye anakuwa na mimi pale nyumbani tunashirikiana naye, amepigwa risasi pale. Mambo haya yote ya kuamini sasa kwamba watanzania wanaweza kuacha kuzungumza wakageuziwa mitutu ya bunduki, haya mambo si suluhu. Suluhu ni nini? Zamani wakati kama huu, ndugu yangu, tulikuwa tukifika mwezi wa kumi huu muda kama huu, chaguzi zimeisha unakuta watu wako bize kununua ma, ma, ma, kununua nguo na suti kwenye maduka, wengine kujaza magari mafuta, kutafuta bendera mpya za vyama ili waweze kutengeneza misafara ya kwenda Dodoma. Leo watu wako bize kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mengine kutafuta ndugu zao, kutibu watu majeraha na kumi. Kwa mfano mimi, kakaangu mkubwa amejeruhiwa kichwa, amepigwa risasi ya, ya, ya, ya kichwa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 kwa hiyo taharuki hizi zote zinasababishwa aidha na makundi mengine ambayo labda yamepata nguvu ya kuwadanganya viongozi wetu na watawala, kwamba yanapoendelea, yaani unapotutenga na, na watawala kuumiza watu na kupiga watu, labda kuna kundi linalipwa fedha nyingi kwa ajili ya kuishi kwa sababu ya mambo kama hayo. Kwa hiyo suluhu kubwa ni kwamba tukubali nchi yetu irudi kuwa nchi ya kidemokrasia ambayo ilikuwepo tangu zamani. Nakushukuru sana kabisa kaka yangu, uh, Chacha Heche ukiwa mkoani Mara kuzungumza nasi najochevele, mchana huu. Asante sana ndugu yangu. DW tunavuma kwa kishindo.